Jina langu ni Anita. Natoa simulizi hili, si kwa sababu najivunia yaliyopita, bali kwa sababu najifunza kuyakubali. Kuna maisha niliishi nikiwa nimefungwa na neno mapenzi, lakini moyoni nilikuwa mtumwa wa uvumilivu. Nilipokutana na Juma, nilidhani nimempata mwanaume wa maisha yangu. Hakuwa na maneno mengi wala hakuwa mtu wa kujionyesha. Lakini nilimpenda kwa unyenyekevu wake. Nilidhani ukimya wake ni hekima. Sikujua kuwa wakati mwingine ukimya ni kutokujali. Tulianza maisha ya pamoja bila ndoa, tukiahidiana kesho nzuri. Lakini kadri siku zilivyopita, mzigo wa maisha ulianza kubaki mabegani mwangu. Kodi, chakula, mahitaji madogo madogo, vyote vilikuwa juu yangu. Juma alikuwa na kazi, lakini pesa zake zilikuwa siri. Alipoombwa msaada alinitazama kama nina tamaa. Kila nilipojaribu kuzungumza naye alinijibu, "Anita, mwanamke anatakiwa kuvumilia, huwezi kunipresha." Nilivumilia, nilivumilia hadi nikajisahau. Kulikuwa na siku nililala njaa huku yeye akila nje na marafiki. Kulikuwa na siku nilihitaji hata nauli ya kazini, lakini nililazimika kukopa. Mapenzi yakaanza kuniumiza lakini nilijilazimisha kuamini kuwa kesho itakuwa bora. Nilikuwa nikilia kimya kimya usiku, nikijiuliza kosa langu ni nini. Je, kumpenda mtu sana ni kosa, au kuamini maneno badala ya matendo? Ndipo maisha yangu yakaanza kubadilika taratibu, siku ile niliyokutana na Michael. Michael nilikutana naye kazini. Hakuwa mtu wa kunitazama kwa tamaa, bali kwa heshima. Alinisikiliza nilipoongea, kitu ambacho sikuwa nimezoea. Tena sikujua mengi kumhusu, ila nilijua jambo moja tangu mwanzo: alikuwa mme wa mtu. Sikutaka matatizo, sikuhitaji mwanaume mwingine, nilikuwa nimechoka. Lakini nilihitaji mtu wa kuniambia, Anita, una thamani. Mazungumzo yetu ya kikazi yakaanza kunifungua macho. Alinishauri kuhusu fedha, akaniambia nijiamini akanionyesha fursa ndogo ndogo nilizokuwa sizioni. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, nilihisi kama binadamu, si mzigo. Wakati huo huo, Juma alizidi kuwa mbali nami. Hakukuwa tena hata kero, kulikuwa na baridi. Nilikuwa nikiishi na mtu lakini kimaisha nilikuwa peke yangu. Siku moja nilipomwomba Juma msaada wa jambo dogo tu alinitazama na kusema maneno ambayo yalivunja kabisa kitu ndani yangu, kama unahitaji pesa sana, tafuta mwanaume mwingine. Usiku huo sikulala, nilijiuliza, je, kweli bado huu ni uhusiano? Na ndipo nilifanya uamuzi wa kwanza ambao ungeanza kunibadilisha, lakini pia ungeingia kwenye maamuzi magumu zaidi ya maisha yangu. Hii ni mwanzo tu wa safari iliyonibadilisha kabisa. Ili kuendelea kuwa sehemu ya simulizi hii ya kweli, bonyeza like kuunga mkono hadithi hii, subscribe kwenye channel hii ili usikose mwendelezo na share kwa mtu ambaye anaweza kujifunza kupitia simulizi hili. Usikose sehemu ya pili ambako nitaeleza hatua ya kwanza niliyopiga na matokeo yake ambayo sikuyatarajia kabisa.